Naitwa na Cecilia Miraji Abdalla mmiliki wa Muse Creative Cake and Bites. Uh, Muse Creative Cake and Bites ilianza mwaka 2017 ikiwa inajishughulisha na upishi na upambaji wa keki. Ilifunguliwa rasmi mwaka 2017 tukijihusisha na upishi wa keki za aina tofauti na design tofauti tofauti, na Muse Creative Cake and Bites imekuwa ikijikita zaidi katika kwamba mteja wake wa keki anapata bidhaa iliyo bora na yenye utofauti na sehemu nyingine. Kwa matiki hiyo, tukaamua kuwa tunatengeneza keki zenye maumbo tofauti shape tofauti uh, kulingana na uhitaji wa mteja, hobi yake, upendeleo wake, yani kwa namna tofauti ambayo inaweza kutofautisha sisi na wapishi wengine wa keki. Lakini sambamba na hilo, baada ya kujikita sana kwenye keki mwaka elfu mbili na ishirini tuliingia na kwenye biashara ya mikate, vitafunwa mbalimbali. Napo pia, kwa kupitia kaulimbiu yetu ya kwamba ubora ndiyo nguzo yetu, tumekuwa tukitengeneza mikate na vitafunwa vyenye ubora zaidi kuliko vyote mkoa wa Geita, na mikate yetu ni mizuri, vitafunwa vyetu ni vizuri, vina ladha nzuri na ubora wake umethibitishwa. Na kwa kuzingatia hilo pia, bidhaa zetu zina ubora wa TBS, keki zimethibitishwa, cookies na TBS. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba mteja wetu anapata kile kitu chenye thamani na kilicho bora zaidi. Biashara ya keki ni biashara nzuri sana, ina faida, iko vizuri, inalipa, lakini kwa yule mtu ambaye ameamua kujikita na kuamua kuwekeza, maana keki pia inahitaji uwekezaji bali na kukua na elimu, lakini pia unataka o uwekeze katika vifaa, uwekeze katika muda wako, uwekeze katika kujua kwamba kwa sasa keki inaendelea ina kuna mapya gani kwenye sekta ya keki, kwa sababu so, usije ukabaki nyuma wakati kuna fashion tofauti tofauti to zinazaliwa kila mwaka na kila siku. Kwa hiyo ukiipenda ukatenga muda ukaiwekezea biashara ya keki inalipa, na ina uwezo wa kumsogeza mtu kutoka mahali pamoja kwenda sehemu. Sasa huduma zangu naweza kutoa kwa mkoa wa Geita, ina uwezo wa kuhudumia keki, lakini keki nazihudumia kanda ya ziwa kote. Ni kwa sababu okay, keki zetu tunazituma kukoba, Mwanza, Shinyanga, watu waliko maeneo ya karibu yote kanda ya ziwa tunatuma tu keki zetu, na zinafika vizuri kabisa. Lakini kwa habari ya mikate na vitafunwa bado tuna supply ndani ya tuna supply ndani ya Geita japo tuna mpango wa kutoka nje ya Geita pia, lakini kwa sasa bado ni ndani ya Geita, lakini kadri ya mahitaji soko linavyokuwa, na maana kadri soko linavyokuwa na mimi naweza kupambana nalo vipi, kwa hiyo naweza kufika sehemu mbali zaidi. Nambari ya simu ni 0767093444 0767093444. Na tunapatikana Geita, uwanja wa mpira wa jiji.